Ni matumaini yangu kuwa katika semina hii kila mmoja wenu atapata elimu na ujuzi wa kutosha utakaomwezesha kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa, wakati uandikishaji wa wapiga kura vituoni utakapofanyika. Mafunzo haya yatafanyika kwa njia ya nadharia na vitendo ambapo yatahusisha ujazaji wa fomu mbalimbali, matumizi ya mfumo wa kuandikisha wapiga kura ya voters registration system VRS, pamoja na kupata uelewa wa kina wa kutumia kwa ufasaha vifaa vitakavyotumika wakati wa zoezi hili. Mwisho, ninatoa wito kwenu kuhakikisha mnavitunza vifaa vyote mtakavyotumia katika zoezi la uboreshaji wa daftari na kuandikisha na kuzingatia maelekezo ya mtakayopewa na tume, ili kwa pamoja tufanikiwe zoezi hili. Aidha, napenda kuhakikishia kuwa maafisa kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na wale wa halmashauri watakuwepo muda wote wa zoezi, na endapo mtapata changamoto ya aina yoyote, msisite kuwasiliana nao.